Awo watu wanatesa mili zao wanaenda mumaplasi zenye zinaweza tia mili ya danger, aseme ndo pale ndio watakubaliwa na Kristo, pale ndio watakubaliwa na Mungu. Wanatesa mwili kwa ukali sana, lakini hivi vyote vi wanafanya kukree religion ya bongo, kukree ibada ya wongo na kukree imilite ya bongo na kutesa mwili kuzania kwamba watakubaliwa na Kristo. Anasema ya kwamba, lakini haya hayafai haya mambo haya hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili, ndio wanaziita disiplini, lakini haziwezi hata zuia tamaa ya mwili. Paulo anasema vile katika kitabu cha Wakolosai. So ni maregulasio mbalimbali ambazo wanadamu wanaleta, lakini hazifai kwa lolote. Neema ya Mungu, neema ya Kristo ndio peke yake ambayo inafaa kwa ajili ya wokovu wetu. Neema ya Kristo inafaa na ndio inastahili ili tuweze kuokolewa. Neema ya Kristo ndio inafaa ili tuweze kuishi utakaso, na neema ya Kristo ndio inafaa ili tuweze tukuzwa pamoja na Kristo. Maisha ya Ukristu wote, mwanzo hadi mwisho, ni neema na neema peke yake.